Kwamba matukio ya tarehe ishirini na tisa yalikuwa yana makundi mawili. Waandamanaji walikuwepo kweli barabarani na walishuhudiwa na walionekana na wananchi wote, lakini pia ikumbukwa kwamba kuna wa, kuna wananchi ambao hawakuwa waandamanaji na asilimia kubwa ya wasiokuwa waandamanaji ndio walioathirika. Nimesikia brother pale akisema mke wake alipigwa risasi akiwa nyumbani. Sidhani kama kuna maandamano yalifanyika kama nyumbani. Mnaweza kusema hakuna. Mimi ndo baba wa kijana aliyepigwa risasi hapa Arusha mjini ambaye mdogo wangu hapa amemzungumzia. Mtoto alitoka nyumbani tu kufuata mahitaji yake, atuishi mbali kwa hiyo Sombetini hapa kufuata mahitaji yake na kufanya kazi yake kidogo stationary aweze kurudi nyumbani mapema. Lakini wakati alitoka barabarani tu alikutana na polisi na akapigwa risasi. Sasa nataka kusema kitu kimoja hapa, kuna vitu viwili vinachanganywa sehemu moja. Wale walioathirika kwenye biashara wanadai waandamanaji wameharibu biashara zao na ndo wale walioathirika. Sasa tume isiwaite walioathirika ni waandamanaji tu, kulikuwa kuna makundi mawili hapo, kuna waandamanaji na kuna watu walikuwa na shughuli zao. Mimi nikiwa shahidi mtoto wangu wakuwa maandamanaji hata ajui kwanza maana ya maandamano ajui, lakini alikuwa mwathirika. Labda ni niseme tu kwamba, yaani sijui niweze kuelezea vitu, kwa sababu nina uchungu kama mzazi kupoteza mtoto kwa kwa kipindi hichi ambacho alifaa kuwa chuo, sasa hivi mwaka wa kwanza alimaliza form four mwaka jana, alifaa mwaka huo aingie chuo mwaka wa kwanza. Sasa si, yani, sijui cha kuishauri serikali wala cha kuuliza yani, sielewi ni shauri nini wala niulize. Lakini hatukupata haki, yani hatukutendewa haki hata eneo moja, kila tulipotafuta haki popote tulikosa haki. Na, na tusipe waandamanaji Yani tulioathirika na swala hili, tukiitwa waandamanaji, tunasikia uchungu, kwa sababu mtoto wangu hakuwa waandamanaji na aliathirika. Labda tume liangalie tu kwamba wale ambao waliathirika na hawakuwa waandamanaji wako kwenye kundi gani na wale waliokuwa waandamanaji wao pia watakuwa kwenye kundi gani?